Disemba 9, 2025 itakuwa ni siku ya uhuru wa taifa la Tanzania, lakini pia siku hiyo kumepangwa kufanyika kwa maandamano kufuatia wanaharakati mbalimbali wa haki za binadamu na watu mashuhuri hasa wanasiasa wamekuwa wakitaka maandamano yaweze kufanyika siku hiyo. Ni siku ambayo imepangwa kwa ajili ya maandamano pia kufuatia kauli mbalimbali ambazo mba zimekuwa zikitolewa na wanaharakati kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii dhidi ya serikali iliyopo madarakani, serikali ya Chama cha Mapinduzi. Wakati maandamano hayo yakipangwa kufanyika viongozi wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwemo Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwiguru Nchemba amekuwa akiendelea kuwasisitiza Watanzania kamwe kutojiingiza katika maandamano hayo, huku akidai ya kwamba tumetoka katika janga kubwa la Oktoba 29 ambapo vifo na mauaji yaliweza kutokea pamoja na uvunjifu wa mali za umma na mali binafsi na hivyo asingetaka kuona Watanzania wakijiingiza tena katika maandamano ya Disemba 9. Ifahamike ya kwamba mwanaharakati mashuhuri nchini Tanzania ambaye anaishi ughaibuni, Mange Kimambi amekuwa akihamasisha maandamano hayo yaweze kufanyika siku ya Disemba 9 na hata hivyo, wanaharakati mbalimbali na wanasiasa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kama mtandao wa X wakiwemo Maria Sarungi pamoja na wengine wengi wamekuwa wakihamasisha watu kuhakikisha kwamba wanajitokeza kwa wingi katika maandamano ya Desemba 9. Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umetoa wito kwa raia wake wanaokuja nchini Tanzania kuchukua tahadhari kufuatia maandamano yanayopangwa kufanyika Desemba 9, 2025. Kwa mjibu wa taarifa ambazo zimechapishwa katika ukurasa wao wa mtandao wa X, ubalozi wa Marekani umesema ya kwamba tahadhari ya usalama kwa raia wa Marekani. Kuna wito unaoendelea wa maandamano ya kitaifa dhidi ya serikali tarehe 9 Disemba, lakini shughuli za maandamano zinaweza kuanza mapema kufikia tarehe tano Disemba. Machafuko ya hivi karibuni kufuatia uchaguzi wa Oktoba 29 nchini Tanzania yalisababisha uharibifu wa miundombinu ya umma, vurugu dhidi ya raia, kuzima kwa mtandao na usumbufu mkubwa wa usafiri. Wasafiri wanaokwenda Tanzania katika wiki zijazo zi. wanapaswa kuwa tayari kwa uwezekano wa usumbufu, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa machafuko, amri ya kutotoka nje ya kitaifa, kuzima kwa mtandao, kusitishwa kwa feri kwenda Zanzibar, kusitishwa kwa safari za ndege za kimataifa na vizuizi barabarani ili kutekeleza udhibiti mkali wa harakati. Kufuatia machafuko hivi karibuni, raia wa kigeni wamepata uangalizi wa ziada kutoka kwa mamlaka za usalama wa ndani na vikosi vya usalama vimepekua vifaa vya kielektroniki kutafuta ushahidi wa uhusiano au maudhui nyeti ya kisiasa. Polisi wamewakumbusha umma kwamba chini ya sheria za Tanzania kushiriki picha au video ambazo zinaweza kusababisha hofu ni kosa la jinai. Kuna ripoti za mamlaka za usalama kupekua vifaa vya kielektroniki kutafuta maudhui nyeti ya kisiasa. Uwezo wa ubalozi kuwasaidia wasafiri walio katika hatari umepunguzwa zaidi wakati wa kipindi cha machafuko. Hatua za kuchukua wakati wa machafuko ya kiraia: epuka maandamano, epuka mikusanyiko ya watu, kuwa na akiba ya maji, chakula, dawa, mafuta na fedha taslim, fuata amri yoyote ya kutoka nje itakayotangazwa, kuwa makini na sheria za ndani, thibitisha safari yako ya ndege kwa simu kabla ya kwenda uwanja wa ndege, pitia mpango wako wa usalama wa kibinafsi imetoa na ubalozi wa Marekani. Hii ni taarifa kubwa ambayo siku ya leo imetufikia katika dawati letu la habari kuelekea Disemba 9, 2025.